Hello, bwana, mambo vipi? Karibu katika mwendelezo wa mafunzo wa ya software ya Adobe Design, na leo tutajifunza jinsi ya kutumia kitu kinaitwa text wrap. Hiki hapa, text wrap ambacho kinatumika kutoa maandishi ambayo yamefichwa na picha wakati wa kudesign gazeti. So, inafanyaje kazi? Kwanza kabisa lazima uwe na picha na picha na draw picha yako kama kawaida. Kisha nitaiweka hapa. Then nitaingiza picha yangu kama kawaida, njia zile zile. Na kama ujui, unaweza ukaangalia tutorials zinazoelezea jinsi ya kuingiza picha, picha. Sasa hii picha bwana ah, inaonekana imeficha maandishi. Kuna maandishi hapa, kwa mfano haya maneno hapa, ambapo licha ya changamoto, haya maneno yanakana ya, ya, ya haonekani vizuri yani, yamefichwa ni kifupi. So, tunafanyaje ili yatoke hapa ili tuyaone huku labda yasomeke ya, yani, na picha ibaki safe. Uh, utaikuta kulia kwako huko kwenye software uh, hapa kwa mimi hapa. Na kama huioni, unaweza ukaja hapa kwenye window. Ukiingia huko ndani utakutana nazo nyingi tu ndani o oiona kusijali, nenda tu kwenye window pale utaipata. So mi naingia back text wrap, una, una left click then uki left okay, click utakutana na hivi uh, hi vitu hapa

Pidi, Kiklik, ya, yale maandishi sijui ambayo, um, alikuwa yamefichaficha hapa um, yanakuwa yanaonekana. Sasa hivi mtu anaweza akasoma hapa kwa mfano Tanzania ni nchi ya mfano katika usimamizi wa sera za uchumi na fedha, ambapo licha ya inakuwa inaendelea, lakini mwanzoni ilikuwa ikifika hapa haya maandishi yanakuwa hapo ndani ya picha kwao hiyo ndo namna ya uh, text wrap inavyofanya kazi kwenye software yako ya Adobe InDesign. So mpaka ya kufikia hapo uh, nikutakie uh, mafunzo mema, endelea kuangalia tutorials zinazofuata za software yako ya Adobe InDesign. Have a nice day, asante sana.